Habari ya kuto wapendwa, natumaini ni wa wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha afya yake na yuko salama kabisa. Ikiwa ni darasa la 23 na kuweza kumueleza kwa sababu gani mwanamke anaumwa kichwa wakati wa hedhi, lakini ni mfululizo wa madarasa mia moja ambao wanawake wamekuwa wakijifunza. Inawezekana wewe ukawa ni mtumishi wa afya, inawezekana wewe ukawa ni mtu wa kawaida ha katika... ni kawaida miamoja f hamna ngazi yoyote katika taasisi mashirika na nini, lakini pia inawezekana ukawa mwenza ambaye unasikiliza haya kwa sababu gani mwenza wako huwa anaumwa sana maumivu ya kichwa wakati ambapo anakuwa katika siku zake za hedhi au siku zake kuelekea hedhi, lakini angekuwa katika hedhi yamekuwa makubwa sana. Ni vitu gani ambavyo huwa vinatokea hapa? Sasa tutaangalia kwa sababu gani mwanamke huwa anaumwa kichwa wakati wa hedhi, lakini wewe ambao una changamoto hiyo, tutaweza kukuona namna gani ambavyo unaweza kumsaidia huyu mwanamke, au ni kwa sababu gani huwa vinatokea mara nyingi zaidi na kuweza kusababisha hayo yote. Namba tuende ku subscribe ku share na ku like, ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya, ikiwa ni darasa la ishirini na tatu yako mia moja ambao unataka ujifunze na kuwa

na kwanza kabisa ni, ni kushuka kwa estrogen. Siku chache kabla kuelekea katika hedhi, huwa mwili unashosha estrogen kwa ghafla kabisa, siku moja kabla, siku mbili kabla, huwa estrogen huwa zinashuka kabisa na kupelekea maumivu wa kichwa, ambayo estrogen ina kazi moja au ina inadhibiti kemikali kichwani ambayo inaitwa serotonin. Serotonin. Hii ni kemikali ambayo inadhibiti hisia za maumivu. Unapotokea zimesumbuliwa au zimeshindwa zime, zime kuwekwa sawa au hii homoni estrogen imeshuka, kwa maana yake, hata hii haitaweza kufanya kazi, kwa sababu ndio maana wanawake wengi wamekuwa wakihisi maumivu, kwa sababu wa kushuka kwa estrogen ambayo inaweza ambayo kuna mpa, ambayo ina kazi ya kudhibiti serotonin isi hisia za maumivu na kupelekea mwanamke kupata maumivu ya kichwa ambapo anaingia katika hedhi au akiwa katika hedhi lakini mabadiliko ya mishipa ya damu kichwani hapa pia tutakuja moja kwa moja kuzungumzia masuala ya estrogen, ambayo inahusika namna moja ama nyingine na kuweza kupelekea mwanamke kuweza kuhisi maumivu ya kichwa pale ambapo atakuwa katika hedhi. Inakuwaje mabadiliko ya mishipa? Kwa sababu hizo zinaposhuka, inaweza kupelekea mishipa kutanuka na kusinyaa kuliko hali ya kawaida, au mwanzo imetanuka ambapo inakuwa imepanda, lakini inaposhuka, huwa nayo inasinyaa, kwa hiyo inasinya. mwisho wa siku kinachotokea mishipa ya kichwa waga na kupelekea kuuma na mwanamke kuhisi hali ambayo sio kawaida na kulalamika kwamba kichwa chake kinamuuma. Stress na kukosa usingizi kusababisha wanawake wengi ambao watakuwa na mawazo hususan kipindi ambacho anaelekea hedhi wanapata wasiwasi, kuoga au hofu zidi ya ya hedhi kutokana na changamoto ambayo anapitia. Lakini pia mwanamke ambaye anakosaga usingizi au hii hali ambayo inatokea hapa ya stress inaweza kumpelekea kukosa usingizi na mwisho wa siku kichwa chake kitaanza kuuma kwa sababu hapati muda wa kutosha kulala na kutuliza mfumo wa neva ambao unahusika na maumivu na kuhisi usalama kabisa, pale ambapo mwanamke atakuwa amekuelekea katika hedhi au baada ya hedhi. Wengine nyingine hupata ibagen migraine katika hedhi. Hii ni nini sasa? Tutakapozungumzia migraine hii, yeah, hapa ni maumivu ya kichwa ambayo kwa mara nyingi yanatokea upande mmoja, na wanawake wengi wamekuwa wakitokewa na hii, kwa sababu mwisho wa siku au uwe naambatana na kitu kinachoitwa kichefuchefu au kutapika kwa hiyo ni wanawake wengi, ukisi ukisi kichwa kinakuuma ina na inanapatana na kichefuchefu au kutapika, unajua umepata aina ya kichwa au maumivu ya kichwa ambayo yanaitwa migraine. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima ukizingatie, na kama utahisi unahitaji msaada unaweza kumwona daktari na kuweza kuwa sawa kabisa. Sasa tuta, tuone namna gani ambao unaweza kumsaidia aanze kujisaidia wewe ambao una maumivu ya kichwa na unasumbuliwa muda mrefu zaidi siku chache kabla kwenda hedhi au baada ya kwenda hedhi. Kuna vitu vinne ambavyo utakushauri uweze kutumia na kuhakikisha haya maumivu ya kichwa yanapungua na kuweza kuwa salama kabisa. Kwa jambo la kwanza, hakikisha mama anapata maji ya kutosha ambayo atakuwa msaada kwako na kuweza na ni mtu yote ambaye anapungukiwa maji mara nyingi huwa anakosa anapata hali ya kumwua kichwa. Kwa hiyo ambaye mwanamke ambaye anasumbua na hili tatizo hakikisha anapata maji ya kutosha ambayo atakuwa msaada au kuweka sawa msawazo wa nevu na kupunguza maumivu. Lakini jambo la pili, hakikisha unatumia magnesium ambayo inapatikana kwenye korosho unapatikana kwenye mboga za majani au unapatikana kwenye hizi mbegu za mboga. Hii itasaidia sana kupunguza maumivu ya kichwa na kuweka msawazo sawa kabisa. Hapa, ni jambo jingine ambalo najitokeza hapa ni kupata kupata usingizi wa kutosha ambao utakuwa rafiki na kuhisi afya yako sawa kabisa. Ani kuzingatia ni mambo ambayo kuyatumia ili kuhakikisha unakuwa salama kabisa. Lakini jambo jingine ambalo wanawake wengi wamekuwa wakitumia kuhakikisha afya yao zinakuwa salama ni kuweka cold pack au kitambaa cha baridi ambacho ataweka nyuma ya shingo au sehemu ya kichwa kwa upande moja ambapo inauma na kuhakikisha afya yake inakuwa salama. Haya ni mambo manne ambayo unapaswa kuzingatia wewe ambaye utakuwa unasumbuliwa na kichwa. La kwanza, hakikisha unapata maji ya kutosha. La pili, hakikisha unapata magnesium. La tatu, hakikisha unapata cold pack na nne, hakikisha unapata usingizi wa kutosha ambao utakuwa rafiki na kuweza kukusaidia kukufanya na hii changamoto. Lakini la mwisho kabisa, ambapo unapaswa kuzingatia utakapoona maumivu ya kichwa yamezidi na unapata kichefuchefu au kutapika, ni kwenda kwa daktari mwingine anashauriwa kutumia dawa za maumivu siku mbili kabla ya hedhi kuanza au maumivu ya kichwa kuanza, kutegemea sasa mzunguko wako umekaaje na umeosomaje, na unajua kipindi gani huwa kichwa kinaanza kuuma. Kwa hiyo inapotokea hivyo na unapojua mzunguko wako, basi inakuwa rahisi kuweza kutumia dawa siku mbili kabla ili kudhibiti hali ya kichwa kuuma. Mwanamke ambapo utatokewa na hii hali, kwa ni mambo kuzingatia. Lakini kichwa kinaweza kuzungumza homoni zako, ni swala la homoni ambalo kuanzia video ya 21 nafikiri mpaka sasa hivi wao tunacheza sana homoni. Kwa hiyo homoni zako zinapozungumza mwilini ndivyo ambavyo zinakupa ishara kwamba hili ni jambo linalohitaji msaada au jambo ambalo halihitaji msaada. Inategemea na nini? Ni kipindi gani huko hizo homoni zimepanda au homoni zimeshuka. Na vyote hivi ni kuhakikisha afya yako inakuwa salama kwa kuweza kufahamu mwili wako, kwa kuweza kufahamu homoni zako ni kipindi gani ambacho wao kinakuwa juu na kipindi gani ambacho wao kinakuwa chini. Hayo ni mambo ya msingi sana kuzingatia na kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati ambapo mwanamke unatamani kufahamu mwili wako na kuhakikisha afya yako, unapitia changamoto wakati wa hedhi, changamoto gani ambayo inakuwa na changamoto, yani unahitaji msaada, basi endelea kufuatilia ama darasa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na utatambua. Ikiwa hivi basi unahitaji msaada, na ikiwa hivi hauhitaji msaada, yani mambo ya msingi sana. Naomba tuende kusubscribe, ku like na kushare ili uweze kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya kuhusu na hedhi, lakini pia uzazi wa mwanamke na kuwa katika mazingira ambayo uko salama kabisa. Unaona changamoto ya uzazi, unaona changamoto ya, ya hedhi basi endea kufuatilia madarasa haya na kuhakikisha unakuwa salama kwa kuweza kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya. Asanteni na mpaka wakati mwingine.